Kwamba mnamo tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2025 liliripotiwa tukio la kutekwa nyara kwa binti ambaye anaitwa Shayrose Michael Mabula mwenye umri wa miaka 21, alikuwa ni mwanachuo katika chuo cha uh, Mzumbe eh, chuo kikuu cha Mzumbe ndaki ya Mbeya, ambaye ah, alikuwa katika kitivo cha sheria na alitekwa na watu wasiofahamika, ambapo tarehe 16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 Websta William Mwantebele ambaye sasa ni mtuhumiwa katika kesi hii alisema atawaonyesha. Kwa hiyo baada ya muda alifika mtu mmoja na mtuhumiwa huyo akawaeleza askari kuwa huyo aliyekuja ndiye Edward Christopher Kayuni na ndiye waliyeshirikiana naye kumuua yule binti ambaye nimemtaja Shayrose Mabula. Kwa hiyo askari alipojaribu kumkamata mtuhumiwa huyo